karibu katika mji huu ambao uko magharibi kabisa mwa nchi ya tanzania kigoma mwisho wa reli uh, bila shaka mashujaa fc wana mapigo na mwendo wakiwakaribisha dimbani kmc timu inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya kinondoni timu zote mbili hizi mfumo wao ni 442 uh, wanamkosa mchezaji wao mmoja tu lakini nyota kadhaa wanakosekana katika kikosi hiki ni 44 Eh, tatu kama ambavyo unavyojionyesha, Wilbro Maseke Changalawe yuko kwenye bench, hali kadhalika eh, Shomari Mkinyangi, Hamisi Omari iweze kuwatoa msukosuko ule wa kuofia kwenda kucheza michezo ya mtoano, hali kadhalika hivyo hivyo kwa KMC. Karibu katika dakika eh, 90 za mtanange huu Mashujaa FC eh, dhidi ya KMC, ambapo bila shaka ni moja kati ya mchezo ambao Uh, wenyewe pia unaweza ukatoa hatima. Mimi ni Hassan Mvula ambaye anakuletea simulizi ya matangazo ya mchezo huu kuanzia sasa, uh, hadi zitakapotimia da dakika 90. Mpira unachezwa sana upande wa katikati. Hassan Haji nakwenda katika nafasi, bado nafasi, kulinacheza mpira anapoteza nafasi ile, anakosa utulivu na ufanisi wake unakuwa si madhubuti. Mundhir Vuai alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kumchagua Ismail Mpanki, mlinda lango wa timu ya KMC anakosa ufanisi na hususan katika hali ya utulivu, anashindwa kuujaza ule mpira kwa upande wake. Brahma Mapinduzi kwenye njia ya kule nafasi ile, anaandika bao la kwanza. Wanasema jitihada ushinda hazishindi kudra, kudra ya Mwenyezi Mungu. Mundhir Vuai anayoandika bao la kwanza mara baada ya kupata nafasi ya wazi akashinda kuitumia, ilikuwa ni kazi nzuri. Mpira ambao ulirushwa koki mwa kinyuke, barama mapinduzi aliucheza kidogo tule, mpira ukampoteza mlinzi wa timu ya KMC Anaweka ndani vizuri kule nafasi ile, wanapoteza KMC. Ilikuwa ni nafasi nzuri, ambapo vijana wa timu ya KMC kama wangecheza, na akili ya Abdullah Ali Said, ni mashabiki wenye nguvu na ushawishi mkubwa ndani ya timu ya Mashujaa FC. Tunaweza tena nafasi wa pili mchezo wa ngoma ile lakini in lilikuwa na shambulizi lingine zuri ambapo wanampigwa na mwendo walilitengeneza hesabu za kumalizia kutia ndani ya nyavu. Haya sasa hayasasa Emmanuel Martin Martin

Pumziko. Dakika 45 za kwanza zimekamilika. Huyu ni mfungaji wa lile bao la kuongoza kwa upande wa Mashujaa. Karibu katika dakika nyingine 45 za pili. Mashujaa moja KMC hawajapata kitu. Raundi ya 29 ligi kuu ya NBC. Mimi ni Hassani Mvula, mtangazaji wako wa kabumbu. Shambuni Shambuni anatandika mpira mrefu mbele kule, niunawa saidi. Dhamira ilikuwa ni kuweka ule mpira katika gamba lake la, la kifua, lakini ukafika kwenye mkono na mwamuzi Abel William anasema hii haikubariki, kwenda kurusha Hans Masoud, mpira mrefu kwenye lango la Mashujaa, poteza nafasi ile, nakwenda mpira nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Mashujaa. Sasa haya, nafasi nyingine jaribu kutengeneza shambulizi Mashujaa, inawekwa tena kule ndani, lakini kule anakwenda njia kakoki. Mabadiliko yaliyofanywa na kocha Salum Mayanga na kuwafanya KMC kupoteana kwa muda, pengine tunaweza kusema Romi, nafasi hiyo sasa kwa KMC kampiamekwenda nje nakuwa nikona amepata dhuru Bado anaendelea kupatiwa matibabu pale kiwanjani, na hapa ndivyo alivyoumia. Ilikuwa ni patashika shika hii, huo kuchanika Hassan Ali, hii yote inaitwa licheza kwa kujituma kwa kujitoa, tengenezwa tena ule mpira kwenye nafasi nzuri, nafasi ile bado najibiwa ule mpira, wanasawazisha KMC, KMC wanasawazisha katika dakika ambazo pengine hata wao wenyewe Mashujaa walikuwa hawaamini kwamba kuna nini kinakwenda kutokea. ni juhudi ambazo kwa namna munyama nyingine wakati wote Hans Basud alikuwa anaonekana ni dhahiri kwamba mpira umekwisha, dakika 90 zinamalizika, wakati miamba hii inatoka sare kwa kufungana goli moja kwa moja, matokeo ambayo ni dhahiri shahiri yanawaweka katika hali ya usalama timu zote mbili, na wenye furaha zaidi ni KMC. Waswahili wanasema anayefurahi mwisho ndiye anayefurahi zaidi. KMC wa pointi moja walioipata inawaondoa kabisa katika janga lile la kucheza michezo ile ya mtoano playoff. Mashujaa FC moja KMC moja.